Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwenye tafakari yetu yenye kichwa neno mpumbavu ni neno zito, neno mpumbavu ni neno zito. Kuleta tafakari hii ni mimi Padri Dr. Faustin Kamugisha paroko wa parukia Minziro, jimbo Katoliki la Bukoba na gambera nena. wa kituo cha Injili cha Mtakatifu Yohani Maria mzee. Somo nalo tuongoza mtoka katika Injili ilivyoandikwa na Matayo sura ya 5 mstari wa 22 mimi nawaambieni hata mtu anayemkasirikia ndugu yake anastahili kushtakiwa. Amwambiaye ndugu yake mpumbavu, raka, astahili kesi katika baraza kula wazee. Neno la Bwana. Sifa kwako e, Kristo. Wapendo watazamaji, neno mpumbavu ni neno zito sana. Mbunge Mwingereza aliwahi kutana na Mwailishi aliye leo wachakali alikuwa amevaa miwani kwenye mapokezi ya bunge la Commons. Bwana wewe ni mpumbavu, alisema mwaishi na mwingereza akasema, bwana wewe umelewa. Mwaishi akasema, naweza kuwa nimelewa, lakini kesho nitakuwa sawa, lakini wewe hautakuwa sawa kwa vile ni mpumbavu. Ni masimulizi ambayo yalitumiwa, neno zito mpumbavu Mpumbavu neno zito kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, hakuna dawa ya upumbavu, hakuna tiba ya upumbavu, hakuna dozi ya upumbavu, hakuna morobaini wa upumbavu, hakuna vidonge vya kupambana na upumbavu. Huwezi kurekebisha upumbavu. Upumbavu ni kama ufupi na urefu. Pumbavu ni mtu asiye na uwezo wa kuelewa jambo hata baada ya kuelezwa au kufafanuliwa. Mpumbavu ni mtu aliyepungukiwa akili, asiyeelewa kitu kwa sababu ya uzito wa akili yake. Hayo ni maelezo kutoka e, kamusi kuu ya Kiswahili. Jambo la pili, mpumbavu neno zito kwa sababu linapingana na ukweli kuwa tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mwenyezi Mungu. William Barclay mtaalamu wa maandiko matakatifu alisema Wayahudi walipotumia neno mpumbavu walikuwa na maanisha kukataliwa na Mungu na hilo Yesu alilipinga. Ujakataliwa na Mungu, hilo neno lisitumike. Kwa hiyo kuna hatari tatu katika kutumia neno mpumbavu. Hatari ya kwanza ni kupinga kazi ya Mungu, ni kushusha kazi ya Mungu, ni kudunisha kazi ya Mungu. Mtakatifu Grigori alisema kumwita ndugu yako mpumbavu ni kupinga kazi ya Muumba, kwa maana kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kumwita mtu mpumbavu ni kumnyima hadhi yake, ni kumnyima heshima yake, na Mungu haombi takataka. Pili, hatari ya pili ni kuharibu utu wa mtu, maana kuna dharau. Palipo na dharau, kuna kuharibu utu wa mtu. Mtakatifu Jerome, mtaalamu wa maandishi, e, matakatifu, alisema hakuna kitu kinachoharibu utu wa mtu kama dharau. Yesu anatufundisha kuwa maneno yanayodharaulisha si tu dhambi ya lugha, bali ni dhambi ya moyo kwa maana yanatoka katika kiburi na chuki. Kwa hiyo neno mpumbavu ni neno la dharau, linatoka moyoni na kilichojaa ufurika. Moyo ukijaa dharau, yanatoka matusi kama neno mpumbavu. Mtakatifu Augustino alisema Yesu apingi maneno yenyewe tu, bali roho inayoelekeza kumwita ndugu yako mpumbavu kwa dharau kunaonyesha kiburi cha moyo, na kiburi hicho ndicho kinachohukumiwa, maana kinachojaa moyoni kinafurika. Tatu ni dhambi kumwita mtu mpumbavu ni dhambi dhidi ya amri ya tano, usiue. Mtakatifu Thomas wa Aquinas alisema neno mpumbavu si, si tusi siyo tu tusi, bali linaweza kuwa dhambi kubwa ikiwa linatolewa kwa nia ya kudharau au kumdhalilisha mtu adharani. Upendo wa Kristo unatufundisha kuheshimiana na si kudharauliana. Kwa hiyo neno mpumbavu ni zaidi ya tusi, ni udhalilishaji. Neno mpumbavu linapotoka, yani ni kutumia vibaya vyombo vya mawasiliano. Mdomo upo kwa ajili ya kuwasiliana na kumsifu Mungu, lakini badala ya kumsifu Mungu ni, ni ni kukemea vibaya, ni kusema vibaya eh, kazi ya Mwenyezi Mungu. Maana sisi ni viumbe, tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu akikutukana kwa neno mpumbavu, tazama kwenye kamusi, angalia maana yake, jiambie wewe, mimi, si, si, si, yeye anamtukana labda mtu mwingine, mimi si, mpumbavu kadiri ya maana ya upumbavu. Lakini hilo neno mpumbavu, ukitukana usilipokee, chukulia poa, nyamaza. Neno mpumbavu neno zito, usilitumie, usilipokee. Tumsifu Yesu Kristo, yeah.